Kukubali kukaa katika mchakato, kukubali kukaa katika mchakato, kuka oh, Yesu asifiwe. uh -huh. Uh, mimi nafurahia Mungu kwa sababu siku zote neno lake huwa ni jipya kila siku. Unaweza ukawa umesoma neno hili jana au oh, juzi au oh, umesikia oh, ujumbe huu uh, kwa mtu yoyote, lakini uh, kinachonifurahisha ni kwa sababu ni jipya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasoma leo ukapata ufunuo huu, lakini kesho ukasoma pale pale ukapata ufunuo mwingine bali. yes. Kukaa katika mchakato au kukaa katika mchakato. Bwana Yesu asifiwe. mm -hmm. Nataka kwanza tuangalie kukaa kwenye mchakato, ukubali kukaa kwenye mchakato nini? <coughs> Bwana Yesu asifiwe. mm -hmm. <coughs> kukubali kukaa kwenye mchakato ni kukubali kukaa na kulelewa. Bwana Yesu asifiwe. Unakubali kukaa kufundishwa, kuelekezwa, kupewa maelekezo, unakaa chini unaelekezwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile ambavyo unazaliwa ukiwa mtoto mdogo, unakubali kulelewa. Bwana Yesu asifiwe, yani unaanza kwenye ule mtoto mdogo, unafika unatambaa, unafika unaanza kutembea, unafika unaanza kufanya mambo. Mungu anakupeleka mahali au anakupa kiongozi ambaye atakayekuongoza kwenye maswala ya rohoni, anakufundisha na wewe unakubali binafsi kukaa pale na kufundishwa. Unakubali kukaa kwenye ule mchakato, unapitishwa kwenye ile process. Process zipo aina tofauti tofauti, process za mambo mengine. Unaweza ukaangalia mchakato hata wa mbegu. Mbegu ni lazima uiandae, uh, uta, utafute mbegu ambayo ni nzuri. Hata kama ni ya mahindi, utafute mbegu nzuri, iliyo nzuri, iliyo bora, alafu unaandaa shamba lako, ule ni mchakato. Unaandaa lile shamba, alafu unakuja unapanda ile mbegu. Ukishaipanda ile mbegu, ni lazima kwanza ile mbegu ife Ikishakufa halafu inachipua. Bwana Yesu asifiwe. Mm -hmm. Na itakapochipua haitakuwa tena ni ile punje moja au mbili, itakuwa ni zaidi. Haleluya. Mm -hmm. Kwa nataka nikuonyeshe mchakato ni nini, lakini huo mchakato wewe, ili upitishwe kwenye huo mchakato, ni lazima wewe ukubali, kwa sababu kupita kwenye mchakato kuna maumivu yake. Haleluya. Mm -hmm. kwenye mchakato

Kukamua mafuta ya alizeti. Alizeti ni mbegu tu, ni mbegu mbegu fulani. Lakini ukipeleka kwenye, kwenye mashine ili iwe mafuta ya kupikia ni lazima yapitishwe kwenye mashine yakamuliwe ili yafanyike mafuta. Amen. Na wewe ili ufanyike chombo bora kwa Mungu ni lazima upitishwe kwenye ule mchakato, mchakato ambao utakaa hata chini ya baba yako wa kiroho akufundishe, akuelekeze. Bwana Yesu asifiwe! Akuambie, mtu anatakiwa aende hivi kuacha uachana, mm -hmm. Ni lazima uelewe baba yako wa kiroho ni nani. Huo pia ni mchakato. unaweza ukaenda kuchunga mahali au kusimamia kazi sehemu anakufungulia Bwana. Yesu asifiwe, lakini ni lazima kuna process ambazo ni lazima upitie kwenye hizo process. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba na tuangalie katika kitabu cha Yeremia, Yeremia sura ya kumi na nane na kuanzia hapo mstari wake wa kwanza <muchosurra> kumi na nane anzia hapo sura ya kwanza mstari wa kwanza neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, Ukashuke ondoka, ukashuke mpaka nyumba ya mfinyazi na huko nitakusikizisha maneno yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ndio yalimjia Yeremia kusema ashuke. Huyu ni Mungu mwenyewe Alimnenea, alimsikizisha ile sauti. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, shuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na ukishafika huko nitakusikizisha sauti yangu. Kuna kitu alitakiwa akajifunze, ili vile vitu vimsababishe akae kwenye ule mchakato. Haleluya, ehe, tuendelee kusoma e, mstari wa pili na huko nitakusikizisha maneno yangu. Tuendelee kusoma mstari wa tatu. Akakubali. Kuna hatua ya kwanza, umesikia wito ndani yako, umesikia sauti ya Mungu inakwambia Mwanangu, nataka ufanye moja mbili tatu. Bwana Yesu asifiwe! Au Mungu amemtumia ambaye ni baba yako wa kiroho, au ni mchungaji wako, amekwambia ninaona una kitu fulani, unatakiwa usimamie kwenye nafasi fulani. Ameshasikia ndani yake, anakuambia hatua nyingine ni ya kwako. Yeye alichukua hatua ya kushuka. uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Natazama alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu na huyo huko, aliposhuka alimkuta mfinyanzi anafanya kazi yake kwa magurudumu, eh, na chombo kile, kile alichokuwa kikifinyanga kilipoharibika mikononi mwa, mwake kuwa chombo kingine. Bwana Yesu asifiwe. Kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Bwana Yesu asifiwe, wewe uko hapa kwa kusudi la Mungu kabisa na kwa mapenzi ya Mungu, lakini Mungu, kuna watu ameweka ili wakupe maelekezo. Ni jukumu lako kukaa na kutulia na kuangalia. Hapa Yeremia alipokubali, alishuka mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi, akawa pale ana, akamkuta anatengeneza kazi yake ya mikono kwa kufinyanga ule udongo wa mfinyanzi. Alifanyiza chombo, akatengeneza kisufuria, labda kile kisufuria kama hakifai, akavunja kile kisufuria, akafanyiza tena labda chungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine unaweza Mungu akawa amekutengeneza labda uwe hivi au Mungu anataka uwe kitu fulani, lakini wewe umejifanya kuwa kitu fulani. Ni lazima kutoe hicho ambacho wa umejifanya wewe kuwa ili akuweke ambacho anataka yeye. Bwana Yesu asifiwe. wa Kuna wakati mwingine hakuwi vile tunavyotaka sisi, lakini tunakuwa vile ambavyo Mungu anataka yeye. Wakati huyo mfinyanzi alipokuwa na finyanga alikuwa na finyanga, yani ni kama mfano ambao ni Mungu mwenyewe alikuwa anafanya, anataka kukuelekeza jinsi ambavyo Mungu huwa anafanya. Anaweza akakutengeneza, lakini akaona bado hujafiti hapo, akakuumba tena, akakufinyanga katika. Ile process kuna maumivu yake, kuna uchungu. kwa sababu Haleluya. Amina. Nina mshukuru Mungu sana. Kwa sababu kwenye process, unaweza ukajeruhiwa, lakini hautakufa. Amen. Kwa sababu kuna kusudi umelibeba. Na mtu ambaye amebeba kusudi la Mungu huwa hafi ovyo ovyo. Yeah. Usikate tamaa, usivunjike moyo, haleluya, Amen. Prosesi siyo hivi hivi, prosesi ina maumivu mengi. Prosesi inaweza ikaja na kukataliwa hata na ndugu, inaweza ikaja watu wasikuelewe mwanzoni, wakasema kona kama haeleweki, lakini ni Mungu anasababisha Asifiwe. Kuna vitu vingine utaongea mpaka watu watakuuliza ulisomea wewe, utawaambia sikusomea, ni Mungu mwenyewe alinifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe ndiyo aliviweka ndani yangu, Mungu mwenyewe ndiyo anayenielekeza. Kwa sababu gani? Ulikubali mchakato. Mchakato sio rahisi. Kwenye mchakato kuna kusingiziwa, kwenye mchakato kuna mambo mengi lakini atakaye kumilia mpaka mwisho mpaka mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye huu mchakato kuna mambo mengi, kuna kutahiriwa mara ya pili, au kuwekwa tohara mara ya pili, to mara ya rohoni Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima ukubali kutahiriwa na baba yako wa kiroho au na Mungu mwenyewe. Kwenye kutahiriwa kuna maumivu, maumivu yapo, sio kwamba nilele mama. Hebu tuangalie Yoshua, tuangalie Yoshua tano. Hmm. Yoshua tano Yoshua tano kuanzia mstari wa pili. So, pili. Wakati huo Bwana akamwambia Yoshua haya, haya. Haya. Jifanyie visu vya mawe ya gumegume, watahiri tena wana wa Israeli mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Yoshua, andaa visu kwa mawe ya gumegume gumegume. Gume ni mawe ambayo ni magumu sana. Haleluya. Tengeneze visu kwa yale mawe ya gumegume gume. Na kisha tengeneza vile visu awatahiri wana wa Israeli kwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Katika mchakato kunahitajika kutahiriwa kwa mara ya pili. Ni lazima ufanye tohara ya rohoni ili ulimi wako uponywe. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mtu

ni mtu ambaye anaangalia kwa macho haya ya damu na nyama, anaangalia situation aliyonayo wakati huo, anajitathmini, anasema mimi siwezi kufika mbali, lakini lakini anaona mbali zaidi. Haleluya! kama ndio anaanza huduma, anaona watu wengi, anaanza kuona watu wakiinuliwa, anaanza kuona vitu vikijengeka. Ni mtu anatembea na imani, sio mtu wakonya. wakati wa maombi halalamiki mbele za Mungu lakini anashukuru hata kwa mabaya pia, anashukuru hata kwa wakati ambayo ana shida, bado anasema wewe ni Bwana, bado anasema wewe ni Bwana. Haani kama mtu aliye yealea, haani kama mtu ambayo anahitajika kulazwa au kama mtu ambaye amelazwa tayari wodi ya tano au wodi ya sita, ana ujasiri mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, amen. Ni kweli anaona mazingira haya, akijaribu kuangalia anaona kama haelewi, lakini kwa sababu Mungu yuko ndani yake, anatuhara tayari, ameshakubali kulipa gharama. Unajua, kama kuna kitu ambacho Mungu ameweka dani yako, ukilipa gharama, wakati mwingine ukiwapa peke yako, hata upigi kelele, watu wakusikii. Uko pale umenyamaza tu, namwambia Mungu, nachua unaweza Mungu, hata katika hili najua nitavuka, hata katika hili najua wewe ni Bwana hata katika hili najua wewe ndiye Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine anasikia kabisa hapa kuna maumivu makubwa, lakini anakiri nimepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua mtu ambaye amefanyiwa tohara ya rohoni ni mtu wa tofauti. Hajitetei mwenyewe, hajipigania mwenyewe. Anajua kunaye aliyemuita akampigania. Haleluya. Hebu tusome Yoshua akajifanyia visu vya mawe ya gumegume. Akawatahiri wana wa Israeli huko Gibea Haraloti. Bwana Yesu asifiwe. Akati kila ambacho Mungu amemwambia wa wakati, akawatahiri wana wa Israeli. Wakati mwingine Mungu akikwambia fanya hizi hivi, hata maswali mengi, we nenda, toka fani hiyo. Sio kazi yako kujua itakuwaje, hiyo kazi ina mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kazi yako kusema sasa, nimeambiwa nifungue huduma, kodi itatoka wapi? Hiyo ni kazi ya mwenyewe Mungu atajua itatoka wapi. Haleluya! Wewe timiza ya kwako. Haleluya! ukiambiwa ufanye hivi umefanya, alafu umekaa kwenye mstari na mwambia Mungu, tayari Baba, nimeshafanya. Amen. ili Mungu na yeye afanye ya kwake, kwa sababu kuna nafasi ya kwako wewe na nafasi ya Mungu. Kuna nafasi ya kwako wewe ya kukubali mchakato lakini kuna nafasi ya Mungu ya kutimiza kila macho alikuahidi, kila macho alisema atakupa. Hiyo ni nafasi ya kwake ya kutimiza, kama umekaa kwenye mstari na uko kwenye mchakato wa Mungu. Haleluya! Mungu awabariki sana. Amen, amen. Naomba tusimame tumshukuru Mungu.